Kwa madhabau wamekuja practice, lakini sijasema waimaji wetu, maana wetu wameokoka, haleluya. Lakini wakati wako practice, wanaanza kuongea, unaona fulani vile amevaa, unaona, tukitoka tupite pale kwa samaki. Hayo si maneno ya kuongea kwa madhabau.

Lakini kwaa nataka niseme mbona mimi kwanza nikwaa napenda timu naitwa APR kuja nakuja kwa madhabahu naanza kuongelelea APR naanza kuongea Arsenal na Manchester Sio ah, ah, ah, kwa madhabahu sio kwa madhabahu kuna mahali kwa kuongelelea vitu kama hizo Amen. Amen. Mimi naona Mungu wa kisasa akuna huruma, yeah, mingi kuliko Mungu wa gano la kale. Maana ingekuwa kitabu etuka tuishabizika kitabu. Mimi rafiki yangu, yeah. Amen. Yeah. Kasirika kwa sababu kitabu likulo unafanya kosa lote. Watu wakifungwa mshipi kama ili akikufa wamfurute wamtuwe, yes. Lakini watu wa kisasa tunajitaki vitu za redi, unajifanya kama wazimu kabisa, mutu akikuona, anaona wewe ni shetani, umetoroka tu kusumu, alafu umejifanya unakuja kwa madhabahu eh, haleluya. Kaui mzuri lakini kuna zingine zinaleta uwepo wa kuzini. Amen. Wa mama hamunichukii. Haleluya. Amen. Washabiki wa Seru hamunichukii. Baba tuko sawa. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Waimbaji Keti, unajua nilikuwa nataka kukataa kusema mambo ya kutoa viatu kwa sababu Keti ni rafiki yangu <laughs> na mama yepi hawa? <laughs> ni marafiki zangu sana, wao wamekuwa wamesema sema acha nisiongee, maana ukipoteza rafiki unapoteza kitu cha muhimu yes. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuheshimu madhabahu na Mungu atatuheshimisha. Yes. Nikimalizia yes, kwa sala tatu ambayo Eli hakusema Najua Katama hajaniambia masaa imefika, na mimi kuna uwezo wa kuhubiri hadi kesho na Katama baba, Bwana asifiwe. Eli aliogopa kukemea dhambi akitumia mamlaka alipewa na Mungu. Eli aliogopa kukemea dhambi kanisani, aliogopa kukemea akijua huyu mwimbaji amefanya makosa hawezi mukemea akijwa akijua huyu mhubiri amefanya makosa hawezi kumkemea, akisema, akiusikia huyu asha amefanya dhambi hawezi kumkemea. Kwa sababu gani? alikuwa naogopa watu wakutoroke. Ndio hivyo wachungaji wa kisasa wapo, niambia, hata msharati barikiwa haogope kuni anajua mimi niko na wake zaidi ya mmoja. Nikiwa Nairobi niko na mke, nikienda ushago niko na mke, nikienda Kitui niko na mke, nikienda Meru niko na mke.